Baada ya kuwa shujaa kwa msaada wa nguvu zake za kujiponya, Deadpool anaendelea kufanya kazi kama mamluki anayewaua wahalifu wa kila aina. Leo yuko juu ya jengo refu na anampigia simu adui yake kumwambia anakuja kabla ya kuruka kupitia dirishani, tu kupigwa risasi na kundi la wahuni. Shukrani kwa nguvu zake, anapoma haraka na anawaua wote kwa kutumia bunduki na panga zake ndefu za Kijapani. Haishii hapo. Anasafiri ulimwengu mzima akijipenyeza katika sehemu za ajabu kuwa wahalifu wengi iwezekanavyo. Baada ya kuwashinda Yakuza, Deadpool anarudi USA na mara moja anachukua kazi mpya. Anapofika kwenye maficho ya wahalifu, anaanza kuwaua majambazi wote bila kusita, akionyesha jinsi anavyoweza kupigana na watu wengi kwa wakati mmoja bila msaada. Kiongozi wao Sergei anakimbia kujificha kwenye chumba cha chini cha ardhi na anatazama kwenye kamera za usalama jinsi Deadpool anavyowaangamiza watu wake wote. Baada ya kumalizana na majambazi Deadpool anakwenda kwenye mlango wa chumba cha chini na kumtaka Sergei atoke, lakini wakati huo wasaidizi wanawasili na Deadpool inabidi atoroke nje. Rafiki yake Dopenga anamsubiri na teksi yake kumpeleka nyumbani. Kwenye gorofa yake Deadpool anakutana na mpenzi wake Vanessa na wanasherehea kumbukumbu ya miaka yao Deadpool anampa tokeni ya kuchezea michezo ambayo ilikuwa kumbukumbu ya tarehe yao ya kwanza. Na Vanessa anampa dawa yake ya kuzuia mimba kama njia ya kusema yuko tayari kupata watoto. Deadpool anafurahi sana na wazo hilo, lakini sherehe inakatizwa anapogundua kuna mtu nje. Anamwambia Vanessa ajifiche, akimwokoa kwa wakati tu kutokana na mlipuko wa risasi ya shotgun. Wakati huo wasaidizi wa Sergei wanavunja mlango wa gorofa na kuanza kupiga risasi kila mahali. Deadpool anaanza kupigana nao mara moja na anafanikiwa kuwaua wote kwa kutumia visu vya jikoni. Baada ya kumaliza wahalifu wote, Deadpool anamwangalia Vanessa na anapumua kuona yuko salama. Hata hivyo, Sergei anatokea ghafla mlangoni na kumpiga risasi Deadpool, tu kupishana naye na kumpiga Vanessa badala yake. Deadpool anaruka nje ya dirisha kumfuata Sergei, lakini anakanyagwa na gari, akimpa Sergei nafasi ya kutoroka. Kwa bahati nzuri, mita chache mbele lori linakigonga gari la Sergei na kumfanya akwame. Wakati Sergei anashindwa kuwasha gari, Deadpool anatokea na kumnyanyua Sergei, akimkumbatia katikati ya barabara. Wote wawili wanakanyagwa na gari la wagonjwa. Sergei sasa amekufa, lakini Deadpool anajiponya na inabidi ashughulikie huzuni na unyogofu uliosababishwa na kifo cha Vanessa. Anatumia muda wake kunywa sana na kutumia dawa za kulevya zisizo halali baada ya siku tatu kwenye baa anayopenda Deadpool anakwenda nyumbani kwake za zamani, ambapo anakutana na rafiki yake mwanamke mzee anayejaribu kumfariji. Maneno yake hayatoshi kuondoa hisia za hatia za Deadpool na anajaribu kujiua kwa njia mbalimbali mbali. Njia zote hizo zinashindwa, kwa hivyo anakwenda mbali zaidi kwa kulipua ghorofa. Hii inampeleka Deadpool kwenye aina fulani ya mahali pa kuotea, ambapo anakutana na roho ya Vanessa anajaribu kumfikia, lakini kuna ukuta usioonekana unaowaweka mbali. Deadpool anaanza kumuita Vanessa, lakini Vanessa anasema moyo wake bado hauko mahali pake sahihi, na Deadpool anarudishwa kwenye ulimwengu walio hai. Wakati huo Colossus anafika kwenye ghorofa na kuchukua vipande vya mwili wote vya Deadpool kumpeleka kwenye jumba ambalo anaishi na waliobadilika wengine wanaojulikana kama X-Men, kama vile Negasonic Teenage Warhead na mpenzi wake Yukio. Deadpool anaendelea kunung'unika akimfikiria Vanessa kila wakati, kwa hivyo Colossus anamshika shingo na kumshawishi kwamba X-Men sasa ni familia yake, jambo ambalo Deadpool anashukuru kwa kumkumbatia. Mahali pengine katika jengo lililoharibiwa, Cable anapata mili ya familia yake, na baada ya kuchukua duminato kuchezea labana yake, anatumia saa yake kutoweka ghafla. Muda si mrefu anatokea mashambani na kuwapiga wanaume wawili ili kuiba lori lao. Wakati huo huo Mvulana mdogo anaitwa Russell anafika kituo cha yatima kinachomilikiwa na shirika la Essex ambalo lina utaalamu wa kupunya waliobadilika. Mkuu wa kituo haraka anagundua Russell ni shida, kwa hivyo anawafanya watoto wote wengine waangalie jinsi Russell anavyoadhibiwa kila wakati kwa umeme. Baada ya siku nyingi za mateso, Russell anakasilika na kuanza kutumia nguvu zake za moto dhidi ya wafanyakazi wa kituo hicho, akisababisha vurugu na hofu. Polisi wanajaribu kumzuia Russell na wanashindwa, kwa hivyo X-Men wanaitwa. Colossus anamshawishi Deadpool aende nao na mara tu wanapofika, Deadpool anashuku kuna kitu kibaya. Anamkaribia Russell kwa uangalifu, lakini mvulana huyo bado anaogopa na kumshambulia Negasonic ambaye anajitetea kwa kutumia nguvu ya uga wa ulinzi. Deadpool anajaribu kumtuliza Russell, lakini Russell anajaribu kumpiga yeye na anaishia kumpiga mpira wa moto moja kwa moja kwenye kifua cha Colossus na kumtuma arukie dari la habari. Amechoshwa na kuwa mpole, Deadpool anatoa silaha zake na anajaribu kumfanya Russell ajisalimishe, lakini Colossus anamkumbusha kwamba sheria ya kwanza ya X-Men ni kamwe usichukue maisha ya mtu hata kama anastahili. Akiwa amefadhaika, Deadpool anaweka bunduki zake na anamkaribia Russell polepole ili kupata uaminifu wake, lakini wakati tu yuko karibu kufanya maendeleo, mkuu wa kituo wa wanatoka nje ya jengo. Kumuona tu kunasababisha hasira ya Raso na anampiga Deadpool ambaye anaanguka moja kwa moja kwenye chumba kwenye ghorofa ya tatu ya kituo. Kisha Deadpool anaruka nje na kutupa moja ya panga zake ndefu za kijapani kwa Raso akimpiga moja kwa moja kwenye paji la uso ili kumpoteza fahamu. Baadaye polisi wanamwekea Raso mkufu na uzuia nguvu ili asiweze kutumia nguvu zake. Mkuu wa kituo anamshukuru Deadpool kwa kitendo chake cha kishujaa na anasema kwamba kuanzia sasa wafanyakazi wake watachukua jukumu la mvulana huyo. Lakini Russell anaomba akamatwe au apelekwe mahali popote badala ya kurudishwa kwenye kituo. Akiwa na mashaka, Deadpool anawazuia wafanyakazi kugusa mvulana na anamtazama kwa karibu zaidi akipata alama nyingi za unyanyasaji. Deadpool anapomuuliza Russell, anathibitisha kwamba kituo hicho kilimuumiza. Kwa hivyo Deadpool anatoa hotuba juu ya jinsi hataki kuwa shujaa milele na anampiga risasi mfanyakazi mmoja kichwani. Mkuu wa kituo na wafanyakazi wengine wanakimbia kujificha, wakati Colossus anafanikiwa kumzuia Deadpool. Bila kuelewa kinachoendelea, Deadpool anaelezea kile mkuu wa kituo alifanya, lakini Colossus anasema kwamba X-Men sio waamuzi na kwa hivyo hawawezi kumhukumu mtu yeyote. Polisi wanatumia nafasi hii kumwekea Deadpool mkufu unaozuia nguvu, ambaye anachukuliwa pamoja na Russell kwenda Icebox, moja ya magereza makubwa zaidi kwa waliobadilika katika nchi nzima. Polisi wanawapeleka kwenye seli na kumpiga ngumi Deadpool kwa mdomo wake mzembe. Wakiwa peke yao huko, Russell anasema wanapaswa kuunda muungano na mfungwa mwenye nguvu na Deadpool anaelezea kuwa kuna jini chini ya ardhi ambalo litakuwa kamili, lakini hawawezi kufanya chochote kwa muda mrefu kadri nguvu zao zimezuiwa na mikufu. Kwa kuwa Deadpool amekuwa binadamu tena, anaanza kudhoofika kwa sababu ya ugonjwa ambao nguvu zake za kujiponya zilikuwa zikizuia. Kila siku anazidi kuwa dhaifu, na ingawa anapoteza maisha yake polepole, bado analazimishwa kupitia utaratibu wa gereza. Wakati wa chakula cha mchana, wafungwa wengine wanamcheka Raso na anajaribu kujitetea na sufuria na kusababisha wahuni kumwangusha. Deadpool anajaribu kujifanya hamjui Raso, lakini Raso anamuita rafiki yake na Deadpool anaishia kupigwa pia. Baadaye kwenye seri yao, Deadpool anachoka na anasema hataki kuwa rafiki na Raso. Wakati huo Cable anaona ripoti kuhusu tukio kwenye kituo, kwa hivyo anakusanya rundo la silaha za siku za usoni na kisha anavunja mlango wa gereza kwa kulipua ukuta. Anapowashinda walinzi wote wanaojaribu kumzuia, anasimama kwenye chumba cha kudhibiti na anawasha bomu linalolipua kompyuta zote na kusababisha seli zote kufunguka kuacha kuwaachilia wafungwa. Kisha anacheki namba za seli na anawafuata wahanga wake akipigana na kuwapiga walinzi zaidi njiani. Anapopata risasi safi, analipua seli ya Deadpool na Russell, lakini kwa bahati nzuri hawapo ndani. Akifikiri kwamba Cable anamuinda Deadpool, anamwomba Russell akae mbali naye. Haiweta Cable anawapata na anafichua kamba anataka kumuua Russell. Akiwa ameazimiwa kumlinda Russell, Deadpool anaanza kupigana na Cable, lakini yeye ni dhaifu sana na ana upungufu wa wazi kwa sababu ya ugonjwa ambao nguvu zake za kujiponya zilikuwa zikizuia. Wakati wa mapigano, Cable anaishia kupiga risasi mkufu wa Deadpool ambao unaanza kuharibika. Russell anamkengesha Cable ili kumuokoa Deadpool. Kwa hivyo Cable anamfuata na anajiandoa kumpiga pula na pona kabisa. Na anaanza kumpiga Cable kwa fimba ya chuma, kisha anaiba bunduki ya Cable na kuiweka kwa nguvu kamili kabla ya kufyatua risasi inayomrusha Cable mbali. Baadaye Deadpool anataka Cable ajielezee, lakini Cable anataja tu jina lake na kwamba alitoka siku za usoni. Cable kisha anatumia kifaa cha mamagnet kuvuta bunduki kurudi kwake na anafyatua risasi kwenye daria, anaangusha muundo wa chuma ambalo unakaribu kumwangukia mapigano mengine yanafuata, na hata kama Deadpool ana nguvu zake, sasa anaishia na mkono uliovunjika na paji lililotobolewa. Pia anapigwa ngumi kwa nguvu sana hivyo, na tokeni yake ya kucheza michezo ya Vanessa inaruka. Cable anachukua token kama kumbukumbu ya mapigano, na wakati Deadpool anasimama kuipata, Cable anampiga ngumi tena kabla ya kuuliza kwa nini anamlinda Russell, bila kujua kwamba mvulana anasikiza. Deadpool anasema hajali kabisa kuhusu mvulana. Wakati Russell aliyekata tamaa anakimbizwa na walinzi, ghafla Deadpool anang'oa pini katika moja ya magrenadi ya Cable na kusababisha mlipuko mkubwa sana kiasi kwamba wanatupwa nje ya gereza. Wawili wanaanguka kwenye milima yenye barafu na anaanza kuzunguka kwenye barafu. Cable anafanikiwa kushikilia mwamba, lakini Deadpool anagonga kichwa chake na anapoteza fahamu kwenye ziwa lililoganda. Mara tu anapogusa maji baridi, Deadpool anaishia kwenye mahali pa kuotea ajabu tena na anaomba aruhusiwe kuingia lakini Vanessa sipo mjibu. Anaanza kuifikiria kile alichosema mara ya mwisho na hatimaye anatambua kwamba Russell ndio mahali pa moyo wake unapaswa kuwa. Utambuzi huo unavuta Deadpool kurudi kwenye hali ya uhalisia, na baada ya kuibuka kutoka maji baridi sana, anakwenda moja kwa moja kwenye baa yake anayopenda kuunda mpango kumwokoa Russell. Rafiki yake mzuri anamjulisha Deadpool kwamba waliobadilika watahamishwa kwenye gereza lingine la ulinzi kalidhani kwa ifani kwenye siku chache kwa hivyo Deadpool anaamua kukusanya timu kumwokoa Raso. Anaweka tangazo na kufanya mahojiano haraka na kusanya timu yenye nguvu: Bedlam anayeweza kudhibiti uga wa magno kumakuma, Zeitgeist anayeweza kutema bile ya acid, The Vanisher ambaye haonekani, Shatterstar ambaye ni mgeni na nguvu nyingi, Domino anaye nguvu ya bahati na Peter ambaye ni mtu wa kawaida tu. Baada ya kufunga baa, Wizo anatekewa na Cable, ambaye anamfunga na anahidi maumivu kama hatasema kila anachojua, kwa kuwa ni mwagoi Wizola na moja kwa moja anamwambia kila anachokijua kuhusu mpango huo. Wakiwa gereza, Russell anaiba puding kutoka kwa mtu mmoja wa wafungwa na anasababisha mapigano makubwa kwenye chumba cha chakula. Wakati wote wanavurugwa, Russell anakwenda ghorofa ya chini kumtafuta jini ambalo Deadpool alilitaja na anashiriki chakula chake nalo kupata urafiki wa kiumbe huyo. Siku ya uhamisho, Russell na wafungwa wengine wanawekwa kwenye malari ya usafiri ambayo haraka yanafika barabarani. Deadpool na timu wanafuata malari kwa helikopta, lakini wanaporuka nje, upepo mkali unasababisha kila mtu kupoteza njia yake. Deadpool anatua kwenye baraza la matangazo na anaishi, lakini wengine hawana bahati nzuri. Bedlam anakanyagwa na basi, Shatterstar anakandishwa na vile vya helikopta, The Vanisher anapigwa meme na nyaweli za umeme, na Zeitgeist anaanguka kwenye lari la kusaga. Peter anaruka chini salama na anamkimbia kumsaidia Zeisgast ambaye kwa bahati mbaya anatapika asidi yake kwa Peter na kumuua pia. Deadpool anajaribu kuiba mskeli kwenda kuifuata lengo lao. Wakati huo huo, bahati ya Domino inamfanya atue karibu na lori kama ilivyopangwa. Baada ya kukwepa vikwazo vingi, anaruka ndani ya gari, anamtupa dereva nje na anachukua usukani. Ghafla, Cable anatokea na baada ya kulipua lori jingine, anafanikiwa kupanda ndani ya lori la Domino. Wakati huo Cable anatambua kwamba Deadpool anaofukuza, na pikipiki kwa hivyo anaanza kutupa vyumba vidogo vya wafungwa kujaribu kumwangusha, lakini Deadpool anafanikiwa kuvikwepa vyote. Kisha Deadpool anajaribu kuruka kutoka kwenye pikipiki yake na kuingia kwenye lori tu kuanguka chini. Kwa bahati nzuri anakanyagwa na gari moja la gereza, kwa hivyo Deadpool anaruka ndani, anamwondoa dereva na anatumia panga yake ndefu kumsaidia kuendesha kwenye lori Domino anajaribu kumpiga Cable lakini anashindwa kwa urahisi. Wakati Cable yuko karibu kumuua Deadpool, hatimaye anawapata na anaingia kwenye lori kwa wakati tu kumwokoa. Mapigano mengine kati ya Cable na Deadpool yanafuata wakati Domino anarudi nyuma ya usukani, lakini anapojaribu kulisimamisha lori anatambua kwamba mashimo ya risasi yanasababisha maji ya breki kuvuja. Wakati Domino anajaribu kadri awezavyo kupunguza mwendo wa lori na Cable anapoteza risasi kwa Deadpool. Russell anafanikiwa kufungua chumba chake kidogo kwa kalamu na anakwenda kwenye seli ya jini kuliachilia huru. Kiumbe huyo anageuka kuwa Juggernaut ambaye anatoka nje na anapiga ngumi chini kwa nguvu sana hivi kwamba inafungua shimo kubwa kwenye barabara na kusababisha lori kupinduka. Domino anaruka nje na anatua kwenye puto kubwa la dubu wakati Deadpool anatua kwenye uchafu wa lori, ikibidi arekebishe kichwa chake kabla ya kurudi kwenye mapigano. Hata hivyo, Juggernaut anatembea tu kwenda kwa Deadpool na anapasua mwili wake katikati akiwa hawezi kusonga. Deadpool anajaribu kuomba msamaha kwa kile alichokisema, lakini Russell anasema hamuhitaji tena na kwamba ataendelea na kisasi chake kwa msaada wa Juggernaut. Baada ya Russell kuondoka na rafiki yake mpya, Domino anabeba mabaki ya Deadpool kwenye ghorofa yake kusubiri miguu yake ijiponye. Weasel anatokea na anawaambia kwamba ametishiwa na Cable na wakati huo Cable anatokea pia akiwashangaza kila mtu kwa kuomba msaada. Anaelezea kwamba Russell atamwondoa mkuu wa kituo na ikiwa hii itatokea, atapenda kuua na atakuwa mhalifu mkuu. Kwa kweli ni Russell mzima ndiye anayemuua mkewe na binti yake Cable, na amesafiri kurudi nyuma kwa wakati kuwaokoa. Cable anajua anaweza kumdhibiti mvulana huyo lakini hawezi kupigana na Juggernaut peke yake. Dedpool anamwelewa Cable kwa sababu ikiwa angeweza angefanya vivyo hivyo kwa Vanessa. Kwa hivyo anakubali kuungana na sharti kwamba atajaribu kuongea na Russell kwanza. Akigundua watahitaji nguvu zaidi kwenda dhidi ya Jaganout, Dedpol anamwomba dopindawa wapeleke kwenye jumba la waliobadilika. Huko dedpool anamwomba msamaha Colossus kwa kumkatisha tamaa na anamwambia yote kuhusu Russell na Jaganaut, lakini ex meno wanakataa kusaidia. Baadaye wanakwenda kwenye kituo cha yatima na Deadpool anagundua dube la kuchezea lililochomwa la Cable ambalo limepakwa damu ya binti yake. Wakati huo, Russell na Juggernaut wanabisha mlango. Kwa hivyo Deadpool anajaribu kumshawishi Russell aachane na kisasi chake bila mafanikio. Ghafla, Russell analipua mlango wazi na mara moja anaanza kumfukuza mkuu wa kituo, akianzisha moto kila mahali kwenye jengo. Nje, Cable, Deadpool na Domino wanapigana na Juggernaut. Watatu hao wanajaribu kadri ya awezavyo kumshinda mtu mwenye nguvu kiasi hiki na hivi siku mrefu. Cable na Deadpool wanashindwa. Domino anafyatua kifaa cha kurusha gurunedi na anampiga usoni, lakini hii haisababishi mahatarisho yoyote. Deadpool anaishia na kipande cha chuma kikimtoboa kicha chake, na anapopata fahamu tena anashangaa kugundua kwamba Colossus amebadili mawazo na ameamua kusaidia. Baada ya kumwokoa Deadpool na kupuuza ahadi zake za shukrani za utovu mnisabu Colossus anakimbia kwenda kwa Juggernaut na anampiga ngumi moja kwa moja kwenye kolafi yake. Lakini hata kama yeye ni mwenye nguvu, bado Colossus ni mdhaifu kuliko Juggernaut. Kwa hivyo itabidi atumie mbinu chafu kuwa na nafasi nzuri kama vile kumpiga sehemu za siri. Wakati huo, Domino anaingia kwenye kituo na anapigana na wauguzi kuwaokoa watoto. Lakini shukrani kwa bahati yake kubwa, wauguzi wenyewe wanajiangamiza wenyewe. Kisha Domino anajaribu kuondoka na watoto, lakini njia zote zina moto. Wakati huo Juggernaut anatupa basi kujaribu kumpiga Colossus, lakini anagonga dirisha badala yake na anatengeneza njia ya kupandia kwa kundi kutoroka. Wakati huo Deadpool na Cable wanapigana na walinzi wa uguzi nje na hatimaye wanamfika Russell. Lakini hata kama Deadpool anaingia mbele ya kituo kiwama, Russell bado anawashambulia kwa nguvu zake. Cable anatumia ngao yake kuwatetea na anachukua bunduki yake kumuua Russell, lakini Deadpool anamzuia kufanya hivyo. Ghafla Negasonic na Yukio wanafika pia na wanakimbia kumsaidia Colossus vitani. Kwanza Yukio anazuia miguu ya Juggernaut kwa mnyonyoro wenye nishati, kisha Colossus anabandika waya wa voltage ya juu mgongoni mwake, na Negasonic anatumia nguvu zake za sauti kubwa sana kumtupa Juggernaut ndani ya bwawa ikimsababishia kupigwa na umeme. Kurudi kwa Deadpool, anajaribu kumkaribia Russell tena akijaribu kumshawishi asichukue maisha ya mtu yoyote. Russell hatimaye anakubali msamaha na kumkumbatiwa Deadpool. Lakini pia anasema hamuhitaji tena na kwamba ataendelea na kisasi chake. Kwa hivyo, Deadpool anawekwa mkono unazuia nguvu na anakwenda kujaribu kwa Russell meradha ya mwisho. Hata hivyo, Cable anawata kumzuia Deadpool kuwa kwa kwafua mpya Russell. Kwa hivyo, anatumia risasi yake ya mwisho kumpiga mvulana. Deadpool anatambua hilo, na anaruka mbele ya risasi ambayo inampiga moyoni. Russell anapoona Deadpool amejitolea kafara kwa ajili yake, hatimaye anatambua kwamba alikuwa amepofuzwa na hasira na anajuta kila kitu. Hiki moja kwa moja kinafanya madoa ya damu kwenye dube kuondoka kabisa, ikimaanisha familia ya Cable iko salama siku za mbele nao. Kisha Colossus anajaribu kuondoa mkono wa Deadpool, lakini Deadpool anakataa kidai kwamba malengo yake yametimizwa na kwamba moyo wake sasa uko mahali pake. Anasema kwa heri kwa kila mtu na anatokea pagatori ambapo anaweza hatimaye kukutana na Vanessa, lakini anasema hajafika hapo bado. Wakati huo, Cable anachaji ya mwisho wa saa yake ya kusafiri kwa wakati kurudi nyuma wakati mtindo wa karibu kwenye kituo cha yatima. Cable anatumia mtindo huo, wakati Deadpool anauliza kuhusu dube, kuweka token ya kucheza michezo ya Vanessa moja kwa moja pahali patakapopigwa na risasi. Risasi inapotokea tena, mara hii itanenalia token hili na kunyoza ether yote. Mara baada ya kuona hilo Deadpool anatambua kile Cable alikifanya na anaonyesha kwamba hawezi kurudi nyuma kwenye dakika mbili za ndani, lakini Cable anasema kinachojali hivyo ni kwamba familia yake iko salama. Baadaye Russell anaondoa mkono wa Deadpool kwa kalamu yake na wanajiandaa kuondoka tu kukatishwa na mkuu wa kituo ambaye anaanza kuwatukana kwa, kwa kuwa waliobadilika. Ghafla Dopinda anatokea na anamkanyaga mkuu wa kituo na taksi yake kumuua baadaye Negasonic enukio wanafanya ukarabati kwa saa ya Cable na Deadpool anaiiba kwa ajili yake. Anasafiri kurudi nyuma kwa wakati kuweka kisu pahaji ya mofawa sagei kabla ya kumpiga Vanessa na kumwokoa tena. Anamwambia Peter akimbie, kisha Deadpool anakwenda kwenye fila mbaya iliyokuwa na tovyo lake baya sana na anamuua. Anakwenda pia kumzuia mwagizaji kubali kutengeneza fila mbaya nyingine. Mwisho anakwenda kumwona mtoto Hitler kumuua pia. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama video mingi kali kama hii. Asante kwa kutazama.